Usema Dodoma fahari ya Watanzania, na siku kumi zijazo Dodoma inaenda kufaharishwa kwa mambo mengi mfululizo ambayo yanaifanya Dodoma iendelee kuwa na na shamra shamra kila wakati, ikianza na mfululizo wa matukio tulionayo kuanzia tarehe ishirini na saba tunategemea kuwa na tukio kubwa la kupokea mabalozi kutoka ndani ya nchi ambao wanatoka katika nchi mbalimbali na balozi wanao, na pia mabalozi wanaotoka nje ndani ya Tanzania ambao wameenda kuhudumia nchi mbalimbali mbali. Lakini tarehe ishirini na nane tunategemea kuwa na ugeni mkubwa na Chama cha Mapinduzi ambapo Mheshimiwa Rais au mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa atakuwa anaweka jiwe la msingi katika eneo ambalo wanataka kujenga makao makuu ya chama. Lakini tarehe ishirini na tisa na tarehe thelathini kutakuwa pia na mkutano mkubwa wa Chama cha Mapinduzi ambao utafanyika katika mkoa wetu wa Dodoma na tunafahamu hapa ndio makao makuu ya Chama cha Mapinduzi, kwa mikutano hiyo imekuwa ikifanyika na kila inapokuja tunaichukulia kwa uzito wake tofauti. Lakini vile, vile tarehe, eh, kuanzia tarehe thelathini na moja kutakuwa na maadhimisho ya wiki ya mazingira ambayo itaenda kwa muda wa siku sita mfululizo na mheshimiwa makamu wa rais, mheshimiwa dr Philip Isidoni Mpango atazindua tarehe thelathini na moja na tarehe tano mwezi wa sita. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania atafunga maadhimisho hayo ya wiki ya mazingira lakini katika mtiririko huo wote tarehe tatu mwezi wa sita sisi mkoa wa dodoma tunasema tunataka tuonyeshe mkoa na dunia mambo makubwa ambayo Mheshimiwa rais wetu ameyafanya kwa mkoa wa dodoma kwa ngazi ya kata kwa sababu hakuna kata ambayo haijapata maendeleo katika kipindi hiki kwa hiyo tutakuwa na siku inaitwa Samia Day tarehe tatu mwezi wa sita yote hayo yatakuwa ndani ya hizi siku kumi katika mkoa wetu wa Dodoma.